No, karibu hili ni tunda la kokoa. Tunda la kokoa ni kama unavyoliona na kawaida, tunda la kokoa likiwa limeiva kwenye mti, ikiwa limeiva kutoka kwenye mti hapo, haliwezi kudondoka lenyewe, inaweza kukaa kwenye mti hapo mpaka likaoza, hatimaye likakauka, lakini haidondoki chini lenyewe, likiva vizuri kuja kuchuma na aina hii ya kokoa ni aina, aina ambayo kokoa ikiiva nakuwa na rangi ya forastero ile aina ambayo kokoa ikiiva nakuwa na rangi ya njano kama unavyoiona. Na ndani yake ndani ya tunda moja la kokoa kunakuwa na mbegu kama 30 mpaka 50. mbegu kama thelathini mpaka hamsini. Kwenye mti mmoja wa kokoa kama ukiwa umea umestawi vizuri umezaa vizuri unaweza kuwa na matunda kama thelathini arobaini hata mpaka 60 hivi Kamakama hii. Kwa hiyo hili ndio tunda la kokoa kama unavyoliona. Sasa nataka tupasue ndani ya tunda la kokoa tuweze kuona mbegu. Pasua kama ifuatavyo, na hizi ndizo mbegu za kokoa.